Bwana asifiwe nawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Leo tunaenda kuona au kujifunza mambo hakika kuhusu Biblia. Watu wengi hujiuliza ni nani aliyeandika Biblia na bado hawajapata majibu. Lakini leo nimewaletea jibu sahihi. e, aliyeandika Biblia sio mtu wa kawaida amna Bali ni Mungu. Mungu ndiye mtunga, mtungaji wa Biblia. Lakini alitumia wanaume 40 tofauti kuandika. Baadhi ya hao wanaume ni Musa, Mfalme Daudi, Mathayo, Marko, Luka na Yohana na kadhalika. Mungu aliingiza mawazo yake katika, katikati ya akili za waandishi ili waandike ujumbe wake. Asoma Timotheo wa pili 3 mstari wa 14, ndio panasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu maana yake Biblia iliandikwa na Mungu, maana hata hao waandishi wa kina Mariko, Matayo, Luke na Yohana na kadhalika waliandika mawazo ya Mungu. Mungu aliwatumia ili waweze kuandika na kufikisha ujumbe, na ndio maana Biblia haikuandikwa na mwanadamu, bali Biblia ni neno la Mungu, maana kila andiko lote liliandikwa na Mungu na ni pumzi la Yesu Kristo. Amen, mbarikiwe sana.